Hi mambo? Pa. Unaitwa? Wangoi. Wangoi. Wangoi ni kuulize ni tribe gani unajua wanakuaga good at bed wanachapa hiyo kitu vibaya sana. <laughs> Wakale. Wakale njin? Mm. Wakale wanapiga hiyo kitu vi proper. <laughs> Eh, ni wazuri kwa hiyo kazi. <laughs> Eh, eh, eh unaitwaje? Wangoi. Eh, Wangoi. Wewe ni wewe ni tribe gani? Mkamba, Mkamba. Mm. Unapenda wakale wanatwanga hiyo kitu <laughs> yani hakuna tribe nyingine, we ni wakale tu yeah, Wakale. Yaani ulisikia wakale hapo, utoki? <laughs> Hapana, hao tu ndo wako best. Ndo wako vizuri kabisa yeah. We we kweli, walikuonesha nini? Wako wako sawa like, in fact, wako tu sawa, wanapiga hiyo kitu mm, vibaya sana eh. Hey, wagale we we we <laughs>